Kwamba matokeo makubwa hutokana na maamuzi magumu. Matokeo makubwa hutokana na maamuzi magumu. Bwana Yesu alifanya maamuzi magumu. Bwana Yesu alitamka neno akijua ugumu ulio mbele yake. Matokeo yoyote makubwa hutokana na maamuzi magumu. Baba Mtakatifu, nakushukuru mno, maana umewaketisha chini. Yule uambie neno, nao wamekuwa tayari, Bwana. Bwana wangu Yesu, nimeomba amen. Usisikilize njia ya mwili, sikiliza njia ya Roho. Maana njaa ya roho ya kupelekea uzima wa milele amen. Lakini njaa ya mwili itatoweshwa mara, na wala kumbukumbu lake halitakuwepo milele. Sikiliza njaa ya roho, kuwa na kiu, kuwa na shauku, tamani kujazwa na kuongezewa. Tamani sana kujazwa na kupandishwa, ili adui yetu tumwache mbali. Haleluya, tumwache mbali.

Alikaa mama kwenye kikao cha kutimua watumishi wa Mungu. Kile kikao hukuwepo, kwani ulikuwa una mshawishi, wala baba yako hakuwepo, wala mama yako hakuwepo, ila yeye Uteuzi huu usiufanyie masiara, uteuzi huu usiuchezee. Ute uteuzi huu ukumbatie, uteuzi huu utunze. Mateuliwa na Mungu katikati ya wengi. Wameacha watu ambao kibinadamu

Hawajaitwa. Usione watu wanagaragazwa ukajua wanapenda, na usije ukawa ugumu, bado hawajateuliwa, bado hawajaitwa. Wewe uliyeitwa simamia wito wako, ukijua Mungu ana watu wengi, ukijua dunia nzima inamwangalia Mungu, ukijua kuna mataifa watu wanalala kwenye pa mapango, hawapati ibada kama hizi, hawapati sifa kama hizi, hawapati

Najua, najua mbele yangu kuna mijereni imewekwa ndoana, najua mbele yangu kuna kuchapwa, najua Mungu, lakini kwa sababu nataka matokeo makubwa, nataka kuliona taifa Lek kwa kuwa nawataka watu walioumbwa kwa sura yangu na kwa mfano wangu. Mimi Baba, nitume tu niende, nitume tu niende. Baba Mungu, moyo wake ndani ulinukanuka, kwamba nilijua kanisa limepotea. Maana wakati anauliza ni mtume nani, malaika walikaa kimya. Makerubi walikaa kimya, masalafu walikaa kimya. Wasa ishirini na wanne walikaa kimya, maana walijua haki ya kumkomboa mwanadamu inagharimu inakuna Yesu akasema maisha ni nini? Maisha ni nini hata nimwone kijana wangu yule anaelekea jehanamu, hata nimuone binti yangu yule anaelekea jehanamu, kumsapoti shetani, moto wa milele? Hapana. Maisha ni nini? Aliuona moto Yesu wa milele, aliuona, kwa kweli ni Mungu. Aliona ulivyochochewa aliona anayestahili kuingia. Sasa kwa nini wale nilioumba kwa sura yangu, kwa mfano wangu, kwa nini waende wakamsapoti mtu mwenye kiburi? Akasema hapana, Baba, nitume, nitume mimi niende. Akasema anatamka kwamba ni tume mbele yake. Aliliona, aliona mbele yake itakavyokuwa. Aliona siku moja atasimamishwa mbele ya Pilato, aliona siku moja atavuliwa nguo mbele ya watu, aliona siku moja atatakiwa kuubeba msalaba mzito akiwa hajala hajanywa, kamwaga damu ya kutosha, ana vidonda vya kutosha, lakini akasema nitume. Ukitaka matokeo makubwa fanya maamuzi magumu. Kitaka huduma yako iwe juu fanya maamuzi magumu. ukitaka fika wanafunzi ulifanya maamuzi magumu, umeacha wazazi wenu huko, unakula chakula ambacho sio haki yako, kwa sababu kuna kitu unatafuta. Unalala mahali ambapo tofauti pengine na nyumbani ulikotoka, unapangwa na zamu za kufanya usafi, wakati nyumbani ulikuwa na watu wanakusaidia. Mida mingine anakosa kipande cha sabuni cha kufulia nguo. Lakini umekaza hujaaga kwamba narudi nyumbani. Hayo ni maamuzi magumu, lazima utaona matokeo makubwa, lazima Mungu atakuweka penye nafasi. Haleluya! Haleluya! <coughs> wafanya biashara mkitaka matokeo makubwa, fanyeni maamuzi magumu. Mida mingine utupe mtaji kwenye biashara ambayo hujui unaenda kumuuzia nani. Tupa tu, alafu utashangaa Mungu anakupeleka mahali ambapo pana matokeo makubwa. Wakulima wanapotupa mbegu shambani haelewi kama itanyesha au haitanyesha, lakini amefanya maamuzi magumu. Kashinda juani, mvua yake jua lake, anapasuka mpaka na miguu, anatafuta matokeo makubwa. Amen. Kila anayetaka kutaka matokeo makubwa Lazima afanye maamuzi magumu. Haleluya, amen. Maamuzi magumu ni pale mwili unakataa kusoma neno, ulazimishi. Mwili unakataa kuomba, ulazimishi. Mwili unakataa kwenda kushuhudia, ulazimishi. Mwili unakataa kutembelea wagonjwa, hatuwezi anaponya tusipowaendea wagonjwa hatuwezi kujua Mungu anaokoa. Watu wa kila lika bila kuwaendea, penye kwenda sasa ni maamuzi magumu. Fanya maamuzi magumu, ukaweke mikono juu ya wagonjwa bila kujali atainuka au hatainuka, alafu matokeo atayaleta mwana. Haleluya kundi kubwa kama hili Yesu, yeye ya alikuwa peke yake, aifanya mambo makubwa ajabu. Yuko peke yake, anahubiri, anafundisha, anaomba, anakesha, anaponya wagonjwa. Aliacha duniani matokeo makubwa sana. Aliacha wanasimulia mwanamke ambaye mtoto wake alikufa, mtoto wa pekee. Yesu akamwambia mtelemsheni, akaweka mkono, akaivuka. alikuwa nayaweka hayo mambo ili atuachie sisi, amen. Yaani yote aliyoyafanya Yesu alisema ametuachia sisi. Anamfufua Lazaro aliyelala kaburini siku nne, ili tuone uweza wa Mungu ulivyo mkubwa. Sasa sisi ambao tumembeba Yesu Tumpeleke kwa wagonjwa tumpeleke kwa waliokufa kiroho, kiimani, tuone kama Mungu hata wafufua. Tukikaa humu ndani tukajifungia, hatutayaona matokeo makubwa. Apewe sifa sana. Nikitangaza wiki lile, nikawambia tunaivamia Ikonongo, tunaenda kushuhudia hii ndio kazi Yesu alituachia. Ndani, mkawafanya watu kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. nani aenda akawalete? Sasa haya, mnaotushuhudia kwamba Mungu amenisaidia, nimefaulu mtihani, siku ingine nikutane na shuhuda za kwamba Mungu amenisaidia, nimeshuhudia wameokoka watu sita Shukulani tupokee hata za mambo ya rohani, kwamba nilipoingia kumwombea jirani yangu Bwana amemfungua amemleta hekaruni, nilipomshuhudia rafiki yangu amebadilika tabia, nimesimama nitoe sadaka ya shukrani. Tunapotoa sadaka ya shukrani waliopo hapa ni wachache amen, ni wachache naomba uone kwamba washirika waliopo hapa ni wachache, wanapewa sifa sana na Ikonongo hii. Kuna watu hana dhehebu lolote na wala haelewi aende wapi, lakini tulioachiwa hiyo kazi sasa kila mtu anajihurumia. Kila mtu anasema nina mambo mengi. Kila mtu anasema niko busy. Kila mtu anasema wakati bado. Kweli mm. Mm. Mm, kweli usio, wakati huu ni wakati mtimilifu, huu ni wakati wenyewe wa kuwaleta watu kwa Yesu huu ni wakati wa zile nyimbo tunaimba hapa, tuwaimbie walio nje, wakutane na Mungu wetu. Yaani yale mnayoonja, mnaona matamu, tamani na ndugu yako aliye duniani aje yaone yale mafundisho ya njia hii, tamani na ndugu yako aliye duniani aje ajifunze kanisa lenye vijana wengi namna hii, naogopa Mungu ataniambia Eliza, ulikuwa unafanya nini? Kanisa lenye vijana wenye nguvu namna hii, tunashindwa kumwoa shetani aliyepo Ikonongo, tunashindwa, tunashindwa, tunashindwa, tunashindwa kuwafungua waliofungwa, tunashindwa kukemea roho ya udini, tunashindwa kuambia Yesu anaokoa tunashindwa kuambia Yesu anaponya, tunashindwa kuendea wagonjwa, tunashindwa kuwaendea waliofungwa, tunashindwa kuwarudisha mateka. Fahari yenu ni nini sasa, vijana? Fahari yenu ni nini? Mnajivunia nini? Kwa Mungu mnatamba na nini? Aha. Naalikana tu kuangalia mpira eh. Naalikana kwenda saluni eh. Naalikana kushona sare. Lakini eh, watu wanakufa dhambini. Haleluya. Haleluya. Mi natamani inapofika elfu mbili na ishirini na sita ili kanisa tua tumetanua. Amen. Maana walio duniani wako wengi. Amen. Haleluya. Wewe unayemaliza na kuondoka hakikisha umeacha mtoto . Amen. Kitu utakachoondoka wewe akalie mtoto wako wa kiroho unaondokaje? Hujazaa, unaondokaje? Hujatuatia mbadala? Baada ya wewe kuondoka sasa, mi napita bwana, napita hakuna anayepita. Amen. Hayupo naye pita hapa. Tumeitwa tumtumikie Mungu, hakuna mwenyeji, hakuna mgeni kwenye kazi ya Mungu, hakuna ugeni. si simama, mtumikie Mungu ukijua Mungu atakaporudi, hata uliza ulikuwa na miaka mingapi Ikonongo, ila atakuuliza ukiwa Ikonongo ulifanya nini. Natamani kuona naniatia mtoto wa kiroho Ha, sikizi. Yes, wagumu. We ndio mgumu, yani wewe ndio mgumu. Unielewi? Unisikii? Yani wewe ndio mgumu, lakini walioko huko nje hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kano kwa mgumu kwa Yesu hawe michanganyiko yenu inawanyima nguvu ya kushuhudia, lakini mkiamua kumkataa shetani asilimia mia mia, mkampokea Yesu asilimia mia, lazima tutafanya kazi ya Mungu, italeta matokeo makubwa. Leo si mmeimba? Bado hatumeimba. Unajua eh? atu bado hatujaimba, na na nasema tunaimba bado. Ninataka siku muimbe nishindwe kuhubiri, yaani muimbe vipindi vingine vyote visimame, yaani muimbe watu wasiwaze kwenda nyumbani, yaani muimbe watu wasiwaze njaa, yaani muimbe nachomliliaga Mungu usiku na mchana kwamba Mungu kifanye kituo hiki kiwe cha tofauti, yaani mtu ao anapita kule barabarani kule, anakutana na a moja ya ajabu afa anachepuka mwenyewe anakuja hapa. So, nimewapa maandiko kwani eh? Jumaa si niliwapa nimebadilika. Jumatano si niliwapa Nimebadilika. Aliyebadilika yoshe mkono kwamba mama ulitupa maandiko mengi nimekuwa wa kiroho maradufu. Yoshe mkono uliyeandika maandiko afu umebadilika. Najitahidi kuandika. Mgeni anatumia kalamu mbili nyekundu na ya blue. Anakaza, anakoleza wino kwenye kichwa cha somo. Lakini anza kutembea nyuma yake sasa. Mwanangu alikoleza wino huu, nimwangalie. Mama yangu, mama yangu, mama unasema, Mama Yesu nikawape maandiko kuna